Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu katibu mkuu wa vijana, lakini mneki wetu, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa wilaya, mheshimiwa wajumbe wote wa halmashauri kuu ya mkoa, wagombea wetu wote wa udiwani, lakini mheshimiwa sana mgombea wetu wa ubunge, wananchi wote mliopo, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe Ilongero hey! Mheshimiwa mgeni rasmi tukukaribishe Ilongero, lakini sisi wanawake tunasema mwaka huu tunaenda kutoa heshima kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi wanawake tunasema mwaka huu tunaenda kutoa heshima kwa kaka yetu Basima, lakini sisi wanawake tunasema tunaenda kutoa heshima kutoa kura kwa kata zote ishirini na moja za jimbo hili la Ilongero. Ilongero oi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna sababu tatu za kutoa kura, na ninaamini wana Ilongero, wote tuna sababu tatu za kutoa kura. Sababu ya kwanza tunatoa kura kwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya amani ya nchi yetu. Vijana we, vijana raha, naona vijana wangu wana raha, kina mama wana amani. Ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinalinda amani kwa gharama kubwa kao kuna sababu ya kutoa kura za ndio, lakini tunatoa kura kwa sababu chama cha mapinduzi ndio kinatekeleza mahitaji ya wananchi kwa vitendo. Uongo jamani? Kwa hiyo tunaenda kuheshimisha chama cha mapinduzi kwa sababu ndio kina mkataba na wananchi wa miaka mitano ijayo ya kuwatumikia CCM. Kwa hiyo nina ataongoza Ilongero mnakubali? Mnakubali? Kwa umati navyoona, Basima ametisha Mwenyampanda. Naona Ilongero mnaenda kuongoza kwa uchaguzi, lakini mnaenda kujitokeza kwa wingi, kwa sababu mnaenda kuwapa heshima viongozi wenu wa mafiga matatu s